Ni sarange wapiga debe eh. Amna nayejio kwamba alikuwa anaumwa au vipi, kwa sababu Ali... mi kitendo cha kukutana naye hapo ameniambia kwamba bro mudi natapika, ndo akakaa kwenye msingi akatapika, ndo akalala moja kwa moja. kwa moja biashara ikaisha, amekaa kwenye msingi hapo akatapika kalala chali moja e, kwa moja. Hiyo pia ni funzo kwa wengine, kwanza hawali mambo ni mengi wanayotumia. Kwa hiyo cha muhimu mwenye macho haambiwi tazama, ameona kilichotokea. Dula Abdallah Matejo, miaka ishirini. Uh, kwa majina yangu naitwa Nordini, mfanyabiashara wa stendi, pia ni ajenti wa Shabibi saidizi. uh, yani, kwa mapigo kama ya hapa stendi, pigo kama hilo nafikiri mi tangu nije ni tukio langu la kwanza, lakini ukiangalia asilimia tisini ya vijana ambao ni miaka ishirini na tano kushuka chini, ni vijana ambao yani wanalewa pombe. As, asubuhi tu tayari wameshalewa, kwao wanatumia madawa ambao kabisa kabisa wanajua kabisa ni hatari lakini unakuta mwisho wa siku anafanya biashara ambazo ni za haramu ndo kama hizo ambazo zinakuja kuwaingiza kwenye matatizo kama hayo. Kwa hiyo yani, ni changamoto kama ingekuwa kuna uwezo sehemu ambayo wanaweza kutusemea jambo la kwanza kabisa. Pombe, pombe kisha ondoka hapa standi. Matukio kama hayo huwezi kuyaona, lakini sasa unakuta kuna watu tayari wana nguvu wana mabavu. We, kila mtu uwezi kumzuia mtu, ni kama ni sokoulia, tunaweza tukasema standi yetu ni kweli. Kwa jina anaitwa Hassan Bonga nafanya kazi maeneo ya hapa stendi kubwa. Jambo kubwa, hao vijana madawa ya kulevya ndio yamewaathiri, wanakunywa madawa ya kulevya alafu chakula kinakuwa cha shida. Kwa hiyo kikubwa tu serikali iangalie namna ya kuwadhibiti, maana inasemekana huyu kijana alikuwa, alikuwa soba, alipelekwa soba. Sasa amerudi hapa, ameenda kukunywa sijui dawa, akaja hapa akanywa na pombe kali matokeo yake ndo haya hapa, ameanza kutapika damu. Ametapika damu nadhani ni ya kutosha, maana karibia jagi nne amekinga damu na mikono imeshindikana, mpaka imfikia mahali anasema jamani, mimi nakufa, mimi nakufa. Na kweli baada ya muda jamaa yetu akawa ametotoka hapa. Kazi yake kubwa ilikuwa haieleweki, mara ya kubeba mizigo, mara ya kutafuta abiria, lakini tunavyomfahamu sisi anaitwa Abdalla anaishi Ngarenaro, lakini na wazazi wake wako Matejo, na umri nadhani kati ya miaka 28, 29 au 30 hivi. Kama ujitambui wewe mwenyewe, utatambulishwa na, na, na, na matumizi mabaya ambayo unayotumia kwa sababu hamna wasemaji, hamna mtu anaweza akakemea, aka mtu akionekana anakemea basi anaonekana mbaya, umeshanielewa? Kwa vitu kama hivyo ndio maana vijana wengi unawaona hapa hivi. Saa hizi ni saa tano, lakini mtu unakuta tayari akili yake tayari imeshabadilika ameshalewa. Hata ukimsemesha akili yake sio tena kwa, yani issue ya pombe, mi ningeomba tu, kama kuna uwezekano ili jambo liondoke kwenye stendi yetu, ili vijana kama hao watafute riziki zao, ili wawapelekee wa, familia zao <tos> <tos> Ah, nafikiri yeye alikuja tu hivi, alitokea huko alikotokea, alitoka maeneo ya motimelu huko, wenzake wanavyodai kwamba asubuhi alihudhuria kwenye kumeza dawa lakini alivyofika tu hapa maeneo hayo, kuna kuna sehemu kuna damu hapo, alidondoka ali hapo ali hivi akaanza kutapika yani. ni mtu yule ambaye alikuwa anatapika kama mtu ambaye anatapika chakula lakini alikuwa anatapika damu, akatapika mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, kawa anaambia baadhi ya watu hapa hivi, jamani amina, ah, mimi nafariki kwa sababu sio hali yangu sio ya kawaida. Baada ya hapo akatapika, katapika maana amezuia damu imeshindikana amejaribu kukinga damu na mikono yake, ndio maana ukiangalia kwenye mikono yake imejaa damu ya lakini amezuia, ndio hivyo, mauti umemfika yani. Kwenye, kwenye swala la chakula nafikiri hilo ndio changamoto hawali, kwa sababu mtu unakuta muda wote yeye amesizi hata chakula, appetite ya chakula hawana, hilo ndio changamoto. Wito e, wangu kwa serikali Jambo la kwanza wito wangu kwa serikali, hawa vijana ambao kabisa wanajua wameamua kujitolea kuwapa dawa ili kwa ajili ya, ya kurudisha afya zao, ni vyema watu basi wangeamua kuwatafutia eneo maalum kwa ajili ya kwenda ufanyaje, kwa ajili ya kutumia hivyo vitu. Na nafikiri yani, na serikali pia ingeongeza jitihada. Ukimkuta mtu wamekuja wame, wame kama stendi hapa hivyo, ukimkuta mtu amelewa, akamatwe aulizwe pombe umeipatia wapi? wa la, la, kwa sababu uko eneo ambalo la wenzako wanatafuta riziki, wanapata riziki. Kama akikuta ametinga ame amesizi ame, ame madawa kulevya, akamatwa aulizwe, je, hivi vitu umeenda kuvipatia wapi? Nafikiri watatoa ushirikiano tu mzuri, watasema ni wapi ambapo wamepata wa, wa, wa, wa, hivyo vitu. Hilo ningekuwa ni jambo jema zaidi. Naitwa mtu Marijani, nafanya shughuli zangu hapa stendi, ni kiongozi wa vijana wa kiboa hapa stendi. Hapa stendi bana, changamoto iliyokuwepo changamoto ile kuepo hapa stendi, kuna mateja wengi sasa. Hawa mateja wanakwenda kumeza dawa kule Mount Meru methadone, wakitoka kule Mount Meru, wengine wakija hapa wanakunywa pombe za kupima, hiyo inakuwa ni changamoto. Sasa vibanda vingi vya meza nyingi za stendi, wanazuga maji, wanauza maji na soda, lakini wanauza hadi piwa. Mimi mwenyewe nimeshakamata piwa hapa ya kutosha na mwaga, kila kukicha sasa. Sisi kama tunafanya shughuli zetu hapa stendi Ombi letu kwa serikali kuwe na task force ifuatilia watu wanaouza vibanda vya stendi, kwa sababu naamini kwamba unauza po, muuza pombe wote anatakuwa awe na leseni. Hizi pombe zinaharibu vijana, na sio pombe useme labda ni konyagi, ni piwa. Piwa ni nyingi sana hapa stendi. Sasa kila siku tunamwaga, lakini watu wanaleta, hakuna action yote inayochukuliwa. Wengine wameshapelekwa hadi polisi, wanapelekwa mahakamani, wanatoka kwa hiyo nafikiri kuna takuwa tuwe tu kuwe tu na task force maalum ya kudili na hawa wauzapiwa stendi. Kwa mtindo huu, hawa vijana watakuwa wanapotea kila kukicha, kwa sababu wakitoka kumeza methadone kule, wakija hapa wanakunywa piwa, kama huyu wa leo amekuja, ametoka kumeza methadone. amekuja hapa akakatia katapika damu hapa. Unaweza ukasema ni maini anayatema ni, yani ametapika tuseme maini. Kwa hiyo hii ni hatari kubwa sana nguvu kazi ya taifa inapotea. Anaitwa Abdala, ukikadiria miaka yake inaweza ikawa ni kwenye ishirini na sita ishirini na saba Alikuwa anafanya kazi gani hapo? Huyo ni mpiga debe tu, sarange sarange wanaitwa hapa stendi. Na hapa jitihada zinafanyika nyingi sana za kuwaelimisha watu, lakini sasa nirudi pale pale, tatizo kubwa ni hawa wauza pombe. Naamini kukiwa kuna utaratibu maalum na mtu akaona kabisa hapa sitakiwi kufanya hii biashara, patanyooka eh.